Nimesoma kwamba mamia ya maelfu ya watu wanafanyiwa upasuaji wa moyo wazi kila mwaka, kwa kweli watu elfu mia sita nchini Marekani pekee. Wengi wao wanaonywa kwamba upasuaji wa bipas ni suluhisho la muda tu, a walinusurika, lakini bado wanahitaji kubadilisha baadhi ya tabia zao. Kwa mfano, wanaweza kuhitaji kuacha kuvuta sigara au kunywa hee, kwanza kufanya mazoezi ula kwa mpangilio. Kwa maneno mengine, mamilioni ya watu kila mwaka kote duniani wanaonywa kwa ufanisi umerudishwa tu kutoka ukingoni, lakini kuna kitu unahitaji kubadilisha. Kulingana na utafiti mmoja wa matibabu niliyosoma, sikiliza hii: tisini asilimia ya watu hao hawakubadilisha chochote hata baada ya kupitia upasuaji wa moyo wazi. Sasa kwa nini ingekuwa hivyo? Pengine kwa sababu ile ile ambayo wewe na mimi hatupendi kukubali, kwamba tumefanya makosa au kwamba tumeshindwa kufanya jambo sahihi. Na maanisha nani anataka kukubali kwamba kuna kitu wanahitaji kubadilisha kuhusu maisha yao, hata baada ya tukio la karibu, labda hata tukio la karibu na kifo, upasuaji wa moyo wazi. Sawa, tunakaribia kusoma kuhusu mabadiliko ya kushangaza sana yaliyotokea katika maisha ya mfalme aliyekuwa akitawala moja ya milki zenye nguvu zaidi duniani. Tuko sasa katika kitabu cha Danieli sura ya nne, hapa ambacho kina barua ya wazi imeandikwa na mfalme Nebukadneza. Tunasoma hapa kuanzia aya ya kwanza: mfalme Nebukadneza kwa watu wote, mataifa na lugha zote zinazokaa duniani kote, amani iongezeke kwenu. Imenionekana kuwa vizuri kuonyesha ishara na maajabu ambayo Mungu aliye juu zaidi amenitendea sasa kile ambacho Nebukadneza anafanya hapa ni kwamba yuko karibu kutoa kile ambacho tungeita leo ushuhuda wa kibinafsi wa kugeuka. Anaanza kuandika jinsi ufalme wake wa Babeli ulivyokuwa ukifurahia wakati wa amani na ustawi. Tunajua kutoka kwa historia kwamba Nebukadneza alihusika katika miradi mingi ya ujenzi nyumbani na nje ya nchi. Ufalme huu ulikuwa wa kushangaza. Anaandika hapa katika ushuhuda wake wa kibinafsi hata hivyo, kuhusu mabadiliko yaliyotokea, aya ya nne, mimi Nebukadneza, nilikuwa na utulivu katika nyumba yangu na nikistawi katika jumba langu la kifalme. Kwa njia, neno hili la kustawi linaweza kueleweka kihalisi, nilikuwa nikikua kijani. Na sasa hiyo haimaanishi kwamba Nebukadneza alianza kuchakata tena, inamaanisha kwamba ufalme wake ulikuwa ulikuwa mzuri ulikuwa unastawi, ulikuwa unafanikiwa. Bustani zake nzuri zilikuwa miongoni mwa maajabu saba ya dunia ya kale, lakini Nebukadneza alianza kupata ndoto za kutisha. Zilimtatiza sana kiasi kwamba tena akawaita waganga wake wote, watu wake wote wenye hekima. Hapa katika aya ya tisa, anamrejelea Danieli kama mkuu wa waganga, unaweza kutafsiri hivyo, mwalimu wa waganga kwa njia kumbuka hili, sura ya nne inatokea angalau miaka 15 baada ya sura ya tatu. Unaona kitabu cha Danieli kitangazia miaka 75 ya maisha ya Danieli, na hapa katika sura ya 4 Danieli angekuwa na umri wa miaka ya 50 mapema. Sasa hilo ni muhimu kukumbuka, kwa sababu ushuhuda wa Danieli hapa umekuwa ukipenyeza katika mahakama ya Nebukadneza zaidi ya miaka thelathini Danieli ni kiongozi wa serikali, labda mtu ambaye tungeweza kumrejelea leo kama uwe waziri mkuu wa Babeli. Na Nebukadnezar uwe sasa anazungumzia hapa katika aya ya kumi ukweli kwamba alimwambia Danieli ndoto yake ilikuwa nini. Niliona na tazama mti katikati ya dunia, na urefu wake ulikuwa mkubwa mti nakuwa na, na nguvu na kilele chake kilifikia mbinguni na ulikuwa unaonekana hadi miisho ya dunia. kwa wanjia wapendwa, tunajua kutoka kwa historia kwamba mti mara nyingi umekuwa ishara ya ufalme, na na kadri mti unavyokuwa mkubwa ndivyo ufalme unavyokuwa na nguvu zaidi. Katika ndoto ya Nebukadnezar vizuri, upanuzi wa ufalme wake umefikia miisho ya dunia yote. Lakini hiyo siyo ndoto mbaya anayopata. Ndoto mbaya inaanza hapa katika mstari wa kumi na tatu: niliona katika maono ya kichwa changu nilipokuwa nimelala kitandani, na tazama, mlinzi mtakatifu alishuka kutoka mbinguni. Alitangaza kwa sauti kubwa na kusema hivi, ukate mti na ukate matawi yake, vunja majani yake na tawanya matunda yake. Mstari wa kumi na tano: lakini acha kisiki cha mizizi yake ardhini kikiwa kimefungwa na mshipi wa chuma Naam, hiyo ni ndoto mbaya kabisa. Na na sasa inakuwa ya kusumbua zaidi, kwa sababu viwakilishi vinakuwa vya kibinafsi. Unaona, hii si tu kuhusu ufalme, hii ni kuhusu mtu. Mstari wa 15 unaendelea: acha aloweshwe na umande wa mbinguni, acha sehemu yake iwe na wanyama katika nyasi za dunia, acha akili yake ibadilishwe kutoka ya mwanadamu na apewe akili ya mnyama. Unaona hisi, hisi kuhusu mti tena. Mstari wa 17 unasema ili walio hai wajue kwamba aliye juu zaidi anatawala ufalme wa wanadamu na anampa yeyote atakaye na kumweka juu yake mnyonge wa wanadamu. Unaona, ndoto hii inawasilisha kanuni kwamba Mungu pekee ndiye anayetewa kwa mamlaka wale anaowachagua. Wakati mwingine Mungu huweka watawala wa dunia ambao hawastahili kwa kweli wataitwa hapa katika mstari wa 17, wanyonge wa wanadamu. Kwa maneno mengine, wao ndio wasio na stahili kabisa kati ya wanadamu. Na hebu nikwambie, hadi leo Mungu ameweka baadhi ya watu wabaya zaidi e, wa wanadamu katika nafasi za mamlaka. Lakini jipe moyo kwa hili. Solomoni aliandika hivi, moyo wa mfalme uko mkononi mwa Bwana, Mithali 21:1. Unaona, Mungu hutumia hata wafalme wasiomcha Mungu uongoza falme zao kuelekea ufalme wa mwisho wa Mungu. Mungu yuko madarakani, watawala hapa duniani wako chini ya usimamizi wa Mungu. Haijalishi watawala hao wanaweza kufikiria nini, haijalishi wanaweza kuonekana vipi eh, kwetu leo. Nebukadneza, Mungu anasema wewe ni mti mkubwa, lakini lakini hebu nikupe habari mpya Unakaribia kukatwa kulingana na mpango wangu. Naam, mfalme ameonywa kwamba hili litatokea eh, kwamba yeye ni mwanadamu tu, kwamba Mungu yuko madarakani, lakini hayuko tayari kubadilisha mtindo wake wa maisha. Kwa hivyo tunasoma hapa katika mstari wa 29: mwisho wa miezi 12 alikuwa akitembea juu ya paa la jumba la kifalme huko Babeli, na mfalme akatafakari na kusema, je, si hii ni Babeli kubwa ambayo nimeijenga kwa nguvu zangu kuu kama makao ya kifalme na kwa utukufu wa enzi yangu? Na hiyo inatosha. Mstari wa 31 unasema wakati maneno yalikuwa bado kinywani mwa mfalme, sauti ikatoka mbinguni. Huyu ni Mungu anayezungumza: E mfalme Nebukadneza, ufalme umeondoka kwako na utatolewa miongoni mwa watu na makao yako yatakuwa na wanyama wa porini, na utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, na miaka saba itapita juu yako hadi utakapojua kwamba aliye juu zaidi anatawala ufalme wa wanadamu na anampa yeyote atakaye. Na kwa hayo Mungu anagusa akili ya mfalme huyu mwenye kiburi na kuondoa kipimo cha akili ya mfalme. Mfalme anaanza kuishi na kutenda kama mnyama fulani, uko porini. Sasa sasa, ulimwengu wetu wa matibabu una neno la kitaalamu kwa aina hii ya wazimu. Inaitwa zoanthropi, ni hali ya udanganyifu ambapo mtu anafikiri yeye ni mnyama, na kwa kweli anaanza utenda kama mnyama. Naam, Nebukadneza ameathiriwa na hili na ataishi kama mnyama kwa miaka saba, kama Mungu alivyokuwa ameahidi. Yeye yeye, labda, nadhani naweza kuwa nimekosea, lakini maoni yangu ni kwamba amefichwa ndani ya maeneo ya ikulu. Umma haujui kinachoendelea, na wanafanya kila wawezalo kurejesha akili ya mfalme. Naam, sasa si siri tena sana, kwa sababu hapa kuna barua ya wazi ya mfalme. Anaandika hii kama sehemu ya ushuhuda wake binafsi wa kugeukia Mungu. Anasema hapa katika mstari wa 34, mwisho wa siku yaani miaka saba, mimi Nebukadneza nilinua macho yangu kuelekea mbinguni, na akili yangu ikarudi kwangu, na nikambariki aliye juu sana, na kumsifu na kumheshimu yeye aishiye milele. Nebukadneza, elewa hili. Anawaambia ufalme wake wote kilichotokea, aliishi kama mnyama, lakini pia anawaambia kwamba sasa ni mfuasi Sikiliza wa wa ushuhuda wake. Kimsingi anasema jambo bora zaidi lililonitokea ni wakati Mungu aliponipunguza, aliponipiga chini kutoka kwenye kiti changu cha enzi na kunileta chini. Nataka kila mtu katika ufalme ajue kwamba sasa niko timamu, na hiyo inamaanisha sasa najua kwamba Mungu wa mbinguni anatawala mambo yote. Basi hebu niwaambie Nebukadneza alipitia upasuaji wa moyo wazi na alitoka humo akiwa na hekima zaidi kuliko hapo awali. Alitoka humo akiwa na azimio la kubadilisha mwelekeo wa maisha yake. Unajua, hiyo ni kweli hadi leo wapendwa. Hatujawahi kuwa na hekima zaidi kuliko tunaposikiliza onyo la Mungu. Tunapojisalimisha maisha yetu mbele ya kiti chake cha enzi, na tunafanya hivyo kila siku.